Wo, tuko hapa tena, tumengoja daktari amekuja. So, tuko hapa na daktari, wacha daktari aongee ladktalmaa tumeongea. Mama yake ndio huyu, umwambie hivi. Chris, ukiwa kumwambia unamaana mama yake, kwani huu daktari wako ana macho? Daktari, kwa mfano tuseme, daktari aanze kujionyesha na sura, ataanza kusumbuliwa na watu, ataanza kusumbuliwa wakuponyalisada ija mama Chris, namwona ukwaje? Mama sio mshuri sana na sio baya. Kwa nini? Eh, huyu ni kijanako namwona hata eh. E, sura inaonyesha huyu mm, kijanako ako na shida mm. Nilimuonya na leo ndio siku ya mwisho nimekuja kumwona, mm. aseme kuna vitu alichukua ningependa arudisha. Na baada ya mwisho, unamaanisha aje? Siku ya mwisho unataka una kumzika, ama unamaanisha nini? Hapana, ana unajua, kuzaa ni uchu, najua najua, rudi na, na unalea mtoto handsome. Hey, ada. Afu unarudi unaniambia, unaniambia siku ya mwisho a, what do you mean? Hata ni vizuri kwa hapa, mama, ni vizuri Ukijana wako leo aseme, Document ziko wapi? Kama document ni mzuri. Na pesa ambayo alichukua aka akatoka kaenda kwa majuu naona ningependa leo aseme kijana, bado nakataa, na mi, hakuna pesa nilichukua na documents, daktari hakuna. Kama, kama una evidence mm, uniletee. Hakuna mimi kitu mimi nilichukua ya mtu, sikuchukua pesa, sikuchukua document. Mama mm. ingaje sasa, najua najua mm, unajua alichukua, sindio? Nimepatiwa story yeah, nilikuwa kwanza nimeona huko YouTube ah. Nikifanya hivi sasa mm. saa hii nimekuja hapa kwa huyu kijana mzuri mm. Amenielezea tena mm. mama huyu si mtu mzuri mama ni mubaya, nanini, mbaya na nini na anataka kusaidia kama Kristo mbaya singeleta daktari akusaidia mama. Sikia kwa, sikia mama, huyu kijana wako hata mm. sasa tukiongea hivi angekuwa hapa kama sio mimi, siliona hicho. Eh, hey, ni ni ni nikifanya fanya hivi. Eh, angekuwa hapa. Hizi simu zenu za siku hizi zinawafanywa fanywa hivi. Angekuwa hapa. Mimi nimemsaidia ndio maana akawa hapa. Mm. Alikuwa amewekwa, uliona, amewekwa vitu nyeu nini, vitu za red zingine, yeah, yeah. si ar alikuwa nataka kutolewa kafara kijana wake. oh, aka oh, alikuwa alikuwa. Alikuwa kwani, kila mahali unaona unaigia, nasikia mpaka huko, na sijui suga suga suga unasikia Ma mama na mama, unasikia huyu mm, kijana ako namwonye, wacha nimwonye leo. Ni siku ya mwisho ajaribu kuleta hizo vitu, anajua anajua penye ziko azilete. yeah. nirudishe, niko kazi yangu, hii ni kazi yangu, niko kazini nijaribu kurudisha vitu zenyewe, so mwambie, kama mama, mi nimemwambia, elewi hmm. Daktari akaamua kuchukua sheria za mikono yake mwenyewe. Muongeleshe kama. Hebu muongeleshe, muongeleshe. Muongeleshe. Mbona unaongea Kikuyu? Chris, unajua kwamba muongeleshe, mwambie harudi. Dago zaida. Dago tandukira nguo. Maybe asiki Kiswahili. Dago tandukira marigo maria dako ile we mwana. Please ile madisi nilikuwa nafanya nakupatia. Una kijana, sikia mama akikwambia. Nikimaliza kazi yangu, sitasema kitu. Siwezi rudia kufanya kazi tena mara mbili. Rudisha kama uko nazo, sema tuchukue, fanya kazi yangu, iko rahisi jana janawaketoba kimfanyikia usiweze kulaumu daktari. Mama yule umefanya, umefanya vizuri, umefanya vizuri kuja hapa niulize, kunkulize tu swali mm-hmm. Unafurahia nikionyeshwa madharau kama hii? Mama, kuna madharau nimeletewa daktari mwingine hapa, ana macho ana mapua ana mdomo, nasikia tu sauti naona mikono, nasikia tu sauti. Wewe unaweza muamini Mi niko, mama, sikia. Mimi niko kazini tu lakini, ana mudomo, ana mapua, ana, ana, ana, ana macho usi nikikosa ni kumwamini nitafanya nini? hiyo na wanasemanga wa Gen Z wanasema ukweli, nitasema nini? hiyo sura yako imejiweka hapo kwa hii mtandao bure. Sasa mama, ningependa huyu kijana leo isikie kusikia mwisho. Sema documents kwa wapi? Nakuuliza kwa mara ya tatu, wapi? Sawa mama, umesikia. Amefanya kazi yangu mama, usinilaumu. Fanya kazi yangu, usinilaumu. Mama umesikia, hata umemwongelesha, amekataa kusema. Usichukulie makosa kwa kijana wako akiadhibiwa, usichukulie makosa kijana wako, alikuwa kwa wali mbaya. Sasa yeye angekuwa hapa, hata kidogo

Si mimi, kama mimi nina rara na jaa ah. Tupo imeshikana na mgongo akupengi si, pesa ya chakula huyu, upengi pesa chakula. Kijana, unafanyaga mama yako vibaya, naona sasa. Ningependa saidia mama yake daktari, sindio mama yako? ningependa tuchukuane tuende tuone kwa kina wao tuone venye nafanya mamako mamako anakaaje kwa, mama kwa, <coughs> kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa mama tuone tuone venye umemlinda huyu ni kijana mkubwa ama kuna mwingine? kuna wawili <tos> <tos> huyu. <tos> huyu na yule mwingine nani mkubwa? huyu ndio mkubwa. Ay, mama mama huyu Chris ndio mkubwa kijana ili mkubwa kwako, na wezi linda mamako vizuri, kazi ma, ni... Vizuri vizuri, ni wezi kokwa wasichana wa mama, si ubadilike kijana, siubadilike saidia, mm, wa mama, watu wanatamani kuwa na mama kwinjia, mbona usibadilike? Mimi kidaa mzuri, mimi nasaidia mama yangu. Sijui mbona mama yangu leo amesema ati si akulangi. Mama nashiba, mama anaishi vizuri. Amesema ngarisha mamako, watu watamani mama mngarishe. Mbona singarisha mamako? Kijana uizi kwa pesa za wenyewe Umeenda kwa yangu nsasakuweka simu, nini sasa simu na, na pesa na credit card. Sasa kijana ningependa urudishe hizo pesa kama umekataa ni sa nisa, nisa weni niache kazi yangu nikwa kazi yangu, wale wananilalamikia mbona waone matokeo wanasema mbona sifanyi kazi, lakini bado na, na, na, na kulinda wewe we, useme ili nikifanya kitu kibaya usije ukanilaumu. Na mama yako hapo, namuona mama. Umesikia maneno eh? Ningependa kijana wako amefanya vile nimesema mimi, nataka kutoka. Halafu ningependa tupange siku vile nimesema, tukuje kwako, kwa kwa tuone venye kijana amekuweka maisha, tuone unaishi vipi. Mimi naenda kufanya lazima hapo, lazima hiyo ni kazi yangu, niko kazini, lazima tuone. Mimi kazi yangu ni kuweka haki, kila mtu akwe na haki, unaona. Sasa mimi nataka yule akwe na haki na mama akwe na haki, naona. Eh, eh, <laughs> e, doctor... Sasa mama mama, tandrusi mimi niondoke, e, kazi yangu nimemaliza. Ingaje tumeelewana, si ndio mama? eh, yeah, daktari bonyana macho na mdomo mama, pia una respect kwa daktari. Sasa mama mama, mwambia ni sawa, siana macho na mdomo leo. Umesema unge inatoka, umesema unge inatoka wapi? Mama, wewe yeah, na mama yako mna... oh? Wewe na mama yako mna acha niachane hiyo story. So mama, umesikia vi daktari amekuambia, na nikuhakikishie, huyu daktari mimi namjua. Na mara ya mwisho kupeana, amesema ni mara ya mwisho kupeana na kutoa onyo. Na akiweza rudi, ataweza kuharibu mtoto wako kama atakubali. So wewe fanya aje? Ende kwa mtoto wako chini, muongee at least. Akikuja tena mnipigie simu, niambie Chris amekubali. Wewe We akiadhibiwa na daktari itakuwa ni hivyo huyu, na daktari mwenzake hapa, hawa watu wawili si watu wazuri, swami. So guys, mimi nawapenda sana wachana, jifanye kiburi, mimi nawapenda sana wewe, tu kunisupport vile maka amesema, unga inarudi inatoka kwa mahindi. Yes, umemsikia saizi akisema daktari ana macho. Anyway, nawapenda tu sana.